Tumepoteza Watanzania wenzetu kumi. Tisa walifariki hapo papo hapo kwenye eneo la tukio na mmoja amefariki akiwa anakuja huku, baada ya kufanya jaribio, wamefika hospitali lakini madaktari wametumia nguvu kubwa, lakini haikuwezekana. Kwa hiyo mpaka dakika hii tuna, tuna, tuna marehemu kumi kwa hesabu tuliokuwa nao mpaka dakika hii tuna majeruhi 44 watoto wa nane. Watoto wote wanaendelea vizuri, tumetoka kuwaona sasa hivi, wana maumivu makubwa e, lakini wanaendelea vizuri. Katika hao watu wazima tuliokuwa nao ishirini, ni waume me na kumi na nane ni ke. Ndio, katika hao ishirini wanaume mmoja tumempoteza, tume akiwa anapatiwa matibabu e, lakini pia e, tunaendelea kuhimizana kwamba hizi ajali sasa zi, zinaonekana kuna baadhi ya madereva hawataki kuheshimu kanuni za, za usalama wa barabarani kwa manufaa yao wenyewe, lakini pia kwa manufaa ya abiria wenzao.